Serikali imetakiwa kuwekeza katika mikakati ya kutoa ushauri nasaha kwa kina mama wanaopoteza wanao, wanao katika kipindi cha ujauzito au hata vifo vya wanao pindi tu wanapojifungua, hatua hii ikitajwa kuwa itawasaidia wengi kutokumbwa na msongo wa mawazo shelo na saa hulo na ripoti. Kwa kawaida mwanamke anapothibitishiwa kuwa mjamzito furaha yake ni kulea mimba hiyo hadi mtoto anapozaliwa. Hali hii ni tofauti kwa Lois Ongayo wa miaka 20 kutoka kijiji cha Chavakali ambaye amepoteza ujauzito mara mbili chini ya kipindi cha mwaka mmoja. Haya, hiyo January nikaenda ngo kanipea kitabu. Haya, February sasa so, nikaenda kaniende. Nini ikatoka, bimba ikatoka. Nikaanza kusikia tumbo inaniuma, tumbo inaniuma. Nyenye tumbo inaniuma, ai, na siku daktari alikuwa amegoma. Ya daktari alikuwa amegoma walikuanga wanatibu huko kidogo. Nikaenda lanenda, nikawaelezea wakaniambia aje, wakaniambia nirudi mande, rudi nirudi mande. Mtoto alikuwa ashatoka kitamu, alitokanga naenda mande kuambia mtoto ametoka, nikaenda mande kuambia mtoto ametoka. Baada ya visa hivi, Lois anasimulia kuwa mumewe alimfukuza nyumbani na hata kumlaumu kwa masaibu ya mimba hizo. Nilikuwa tu nyumbani, akanipea nika nive nika nyumbani, nilikuwa na bleed even nilikuwa na bleed, wako wakunisaidia kitu, ndio nikakuja kwetu penye nilizaliwa, venikuja kwetu penye nilizaliwa ndio babangu akanichumia dawa ya damu ikaacha kutoka. Walikasirika Naishuwa, hmm, mtoto mtoto. Katika eneo bunge jirani le Muhaya, Sara Mnaji wa miaka ishirini na mitatu kutoka kijiji cha Mumbita, anasimulia hali sawia kwake. Alijifungua mapacha ila mmoja wao akafariki kutokana na matatizo ya moyo. Nilikuwa nataka watu wa wenye walikuwa kwa hospitali wameleta watoto wao, unajua lazima u, u, vitu zingine you follow, wakakwamniambia wao usipige nduru like huyu mwingine uh, atakuwa ata affected, unaona. So me as a mom nikajikubali nikasema, wacha nitulie nisipige nduru but ndani kwa moyo wangu niliumia. Safari hii haijakuwa rahisi kwa Sara, kwani babake mapacha hao baada ya kupokea habari ya kifo cha mmoja wao alijitenga naye na kumwacha akumbane na makali ya maombolezo peke yake. The worst part is that sikuwa na mali ya kuzika mtoto wangu. So, ikabidi, I call my dad. Nikampigia ubao, nikamwambia mtoto wangu hata zikwa, hata zikwa mochari, because the dad alikuwa amesema mtoto azikwe mochari, because the dad ni mtume yako na familia. Oh yes, I understand. So nika, ikabidi nitumie expenses I thank, I thank God to dik maungu alinisaidia nikajua vile nitasafirisha mtoto mpaka hapa tukazika mtoto wangu, but emotionally, nilikuwa nasikia vibaya mpaka saa hizi bado sija pick. But uh, nikiona mtoto wangu clevic naona am okay. Kijiji jirani Nancy Savai hajapona kutoka kwa machungu ya kupoteza kijusi cha majuma ishirini, akilazimika kutatizika na msongo wa mawazo, kuomboleza na machungu kwa kukosa usaidizi. kwa ile kusumbukana, nikaambia mzee wangu Kali, alikuwa mtoto, akazikwa. nilipitia changamoto ngumu kwa sababu sikuwa na ile uwezo wa kujisaidia, ambapo sikuwa hata na pesa ya yenye unaweza nunua koto na mapadi na rafiki mzee wangu akuwa na kibarua. From there, kuna watu walinichekelea wakasema ati ni kama niliabort, but si kua abort, ni uchungu, but watu wa familia walijua chenye kili, kiliendelea. Nilipitia changamoto ngumu ngumu, but nilifurahi, ambapo angekuwa last born, alikuwa baby girl, angenisaidia kwa mambo mengi. Watatu hawa wamelazimika kuishi kwa unyanyapaa baada ya kufia wa watoto, huku jamii ikiwabagua kwa maneno makali yasiyokuwa na msingi imara. Visa hivi vya uwazi vinaashiria kukosekana kwa mikakati ya kuwapa ushauri nasaha wanawake wanaokabiliwa na changamoto hizi. Kwa mwezi naweza kuwa na deliveries karibu nne, alafu wenye wanapoteza watoto kwa mwezi naweza pata mmoja ama, ama zaidi ya mmoja ambao wanahitaji msaada. Mtoto wa mtu akishika mimba inafaa wa wamlee Hmm? Mimba ni ya kulea. Si hati akishika mimba au wanasema ni normal. Ni kawaida kama sisi venye tulikuwa tunashika mimba hapana. Generation ya sasa ni tofauti na ile ya kitambo. Inafaa mimba wa ile wakishailea wampee mda wake. Shirika la Mindful Kenya chini ya mpango wa Maisha Mothers kupitia kwa usaidizi wa wahudumu wa afya nyanjani, CHPs unaonekana kujaza pengo hilo. Ukua kina mama wanaokumbana na hali hii wakipata afueni kupitia ushauri nasaha. Dorin Kikuyu ambaye ni mmoja wa wahudumu wa afya wa nyanjani anadai wengi wa kina mama wamekuwa wakihangaishwa na msongo wa mawazo pindi tu wanapowapoteza wanao. mada wanapeana ule kuongeleshwa, ili mama asiwe na zile fikira mbaya mbaya ambazo zinaweza fanya mimba itoke akiwa na ujauzito kwa hivyo pale pale, hata mama akiwa mimba yake imetoka amepoteza mtoto wake. Pia kuna zamani, ilikuwa hatuwezi hawakuwa wanaongeleshwa, lakini saa hizi maisha madha, walipokuja walishirikiana na wahudumu wa afya pale kwa mahospitali na pia CHPS. Kwa hivyo kama kuna mama kama yule ambaye amepoteza mtoto kama umri maybe haujafika wa kujifungua ama amejifungua mtoto na amekufa immediately, inakuwa rahisi wale wahudumu wa afya ambao wamejifunza kufundisha wale wa mama kuwa counsel, ili wasiwe na akili wasiwe na shida ya akili. Kulingana na takwimu kutoka shirika la afya duniani WHO Kenya hupoteza watoto 21 kati ya 1000 punde tu wanapozaliwa na vijuzi 35000 kila mwaka. Ni kiripoti kutoka kaunti ya Vihiga. Naitwa Sheldone Asa hulu.